Nakuusieni katika kadhiya nzima ya kumcha Mwenyezi Mungu kama ambavyo umetangulia kuusia nafsi yangu ja jambo hili adhimu, na kisha tuzingatie kwamba tumo katika siku iliyokuwa tukufu, siku ambayo ni ya ajabu mno sisi Waislam, kana liftar li, uh, li bilamsi haraman wa asbaha al yawm siyaman haraman kwa Waislamu kwa wao au kwa sisi ni kumwambia Mwenyezi Mungu sami'na wa ta'ana. Jana ilikuwa mwezi 29 Ramadhan ilikuwa kula mchana jambo la haramu, leo mwezi mosi Shawwal kufunga ni jambo la haramu. Jana ilikuwa mwezi 29 Ramadhan ilikuwa ni fardhi mtu kufunga, na leo ni mwezi mosi Shawwal ni karibia kuwa fardhi mtu kula na kutokufunga, na ni haramu siku ya leo kufunga. Hii ni ajabu ya Uislamu. Mwenyezi Mungu dini hii ameiweka kwa wepesi mno kiasi kwamba inaendana na maumbile ya viumbe wake aliyowaumba. Khutba yetu leo, ndugu zangu, tutazungumza hadithi moja tu ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, hadithi ambayo imepokelewa na maimamu wawili wakubwa, rawal Imamani al-Jalilan Muhammad ibn Ismail al-Bukhariyu

mujaza mabniyul maana hadithi moja tu tutaitazama insha Allah, lakini ina faida kede kede, ina faida nyingi mno. Maneno haya mtume wa mwenyezi Mungu maneno machache ya kuisabika, lakini maana yake itatutosha kuondoka hapa, kila mmoja wa mwe wake amefurahika, anamshukuru mwenyezi Mungu kwa yale yaliyotokea, na anamdhania mwenyezi Mungu mema, atamlipa hapa duniani mpaka kesho akhera. Katika hadithi hii mtume wa mwenyezi Mungu anatueleza kwamba kila aliyefunga anafuraha namna mbili. Furaha ya kwanza, wakati wa Maghribi, anapofungua kinywa akanywa maji ya baridi, akanywa juisi yake au akanywa kahawa, akala tende na kisha akaftari katika chakula cha Mwenyezi Mungu alichomjaalia. Furaha ya kwanza. Furaha ya pili ni furaha ambayo muislamu atakuja kuipata siku ambayo atakutana na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Na kutokana na hadithi hii tunapata faida takriban tano ambazo ndo nukta zetu za leo, nukta tano. Kwa nini Mtume Mwenyezi Mungu aliposema kwamba kila aliyefunga ana faida mbili, moja hapa duniani na moja akhera? Tutazieleza kwa mujibu wa kitabu na Sunna, tutaeleza faida tano ambazo zinatokana na hizi faida mbili za Mtume Mwenyezi Mungu. Faida ya kwanza ambayo mwislamu anaipata, furaha ya kwanza maanake, tunaeleza furaha ambayo Mtume Mwenyezi Mungu ameisema. Mwenyezi Mungu anatuashiria katika Qurani kwamba kul bifadlihi au kul bifadli llahi wa birahmatihi faliyafrahu Muhammadi, waambie kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alizowapa. Fadhila nini? kutujaalia afya na uzima na kudhiiki Ramadhani, na rehema zake za kutufanya Waislamu tukamjua Mungu na uwezo wake na huruma za kufanya tukamwabudu. Hayo ndio mambo mwislamu anatakiwa yafurahie. Hayo ndio mambo mwislamu anatakiwa fabidhalika, faliyafrahu. Hayo ndio mambo ya kufurahia. Furaha hizi mtume akazieleza katika namna mbili, lakini ulama ukazichambua kusema kwamba ziko namna tano, ambazo inshallah tutataja ttataja moja baada ya moja, ili kila mmoja afahamu. Awalan, yafrahu ssaimuna li annahum ata'u Allah, wa rasula, kwanza wanafurahi waliofunga kwa sababu kule kufunga wameingia katika kundi la kumtii Mwenyezi Mungu na mtumewe. Kwanza anafurahi kile aliyefunga kwa sababu kule kufunga kumefanya kuingia katika kundi ambalo wanaambiwa wamemtii Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kawaambia ya ayu alladhina amanu kutiba alaikumus siyam, mmefatiwa kufunga Waislamu. Mwezi miandama, hawa wanafunga. Hii dalili kwamba Waislamu hawa wanamtii Mwenyezi Mungu. Na nini maujira, au ni nini malipo ya mtu ambaye anamtii Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anasema waman yutii llaha wa rasula, yule ambaye anamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake faulaika ulaika maa lladhina, mtu kama huyu au watu hao watakuwa pamoja na watu ambao kwamba an'ama allahu alayhi, Mwenyezi Mungu kawanaemesha nani hao, minan nabiyina, miongoni mwa mitume, wasiddiqina, wasema kweli, washuhadai, mashahidi walikufa katika jihadi, wassalihina, watu wema. Kisha Mwenyezi Mungu anafunga wa hasuna ulaika rafiqa, na hao kwa hakika ndiyo kundi lilokuwa bora zaidi Kile aliyefunga anaingia hapa kamtii Mwenyezi Mungu katika jambo kama hili dhalika, alfadlu min Allah, kwa hakika hizo ni fadhile toka kwa Mwenyezi Mungu, si ujanja wako. Wangapi wameanza kufunga mwanzo Ramadhani, katikati wamefariki. Wangapi wamefunga mpaka katikati, baada ya wamefariki. Wangapi tumewezika jana. Kwa hiyo sio ujanja, dhalika lfadlu minallah, hizo ni fadhile za Mwenyezi Mungu ametupa, tumshukuru Mwenyezi Mungu tumeingia katika kundi ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ana amewa, amewajalia wamtii na wapate furaha kama hii ambayo tumeisema. Kadhalika imekuja hadithi kwamba mmoja katika masahaba alikuwa na wasiwasi kwamba, mimi mtume wa Mwenyezi Mungu, nitakapofariki sijui kama nitakwenda peponi, lakini kama nitakwenda peponi pia we mtume atakuwa mbali, nitakuwa sikuoni, na mimi shauku yangu ni kuwa na wewe. Sikiliza jawabu la mtume, alimwambia bwana yule Mtume wa Mwenyezi Mungu kwanza alimnyamazia, hakumjibu mpaka Mwenyezi Mungu alipomshushia aya tulioisoma. Aya gani? Ambapo mwenyezi Mungu anamwambia, anamwambia mtume amjibu mtu yule ni kwamba yule ambaye anawapenda watu atakuwa pamoja nao. Kwa hiyo kila mtu ambaye kwamba amemtii Mwenyezi Mungu katika naamwani akafunga, ajibashirie furaha ya kwanza, ameingia katika kundi la watu ambao wamemtii Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amesema wa man yuti illaha wa rasula, wale ambao wanamti Mwenyezi Mungu mtume wake. faqad faza fawzan adhima, hakika hao wamefaulu kufaulu kukubwa sana. Hii ni furaha ya kwanza. Thania, ayuhal ikhwa, anafurahi muislam katika faida anaozifata kufurahi, lianahum ttasafu bisifatil muttaqin, kwa sababu kule kufunga tunatarajia kwamba muislam huyu anasifika na sifa za uchamungu na hayo ndiyo maagizo ya Mwenyezi Mungu aliposema laalakum tattakuna, mmefaradhishwa kufunga ili muwe wacha Mungu. Alhamdulillah tumefunga, kwa hiyo twatarajia twata, twata, twata, Mwenyezi Mungu atuingize katika kundi la wacha Mungu kwa sababu ye ametuahidi kwamba atakayefunga atapata sifa hiyo ya ucha Mungu na hakika peponi hataingia isipokuwa aliyekuwa mcha Mungu. Ndio maana Allah anatuambia itakyaladhina amanu ittakullaha katukati, enyi mliamini mcheni Mwenyezi Mungu takiwapo. Kisha akasema wala atamu, illa antum muslimuna, msikubali kufa mpaka muwe hali ya katka, katka, katka, kis, ya kwamba katika njia ya Uislamu. Dalili nyingine kwamba aliyefunga Mwenyezi Mungu atamfanya maisha yake mepesi. Mwenyezi Mungu anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kila tatizo linalokujia umepata maradhi, umeumwa, Mwenyezi Mungu atamtafuta atamleta kiumbe anatakaye mwenyewe akusaidie upone. Umepata matatizo sio una school fee Mwenyezi Mungu atamtuma mtu aje kulipia mwanao asome. Umepata matatizo, si umeangukiwa, Mwenyezi Mungu utakavyokuwa, madhali ulifunga kweli kweli, Mungu anakuahidi hata katika kila tatizo atakutoa. Siyo hivyo tu, warzuku min haythu la yahtasi, Mwenyezi Mungu atakupa rizikia katika namna kwamba hujaitarajia. Kwa hiyo aliyefunga kweli kweli hasa siku ya leo ajibashiria mambo mazuri mazuri. La pili ni kwamba Mwenyezi Mungu anamwingiza katika kundi la watu ambao kwamba ni wacha Mungu. Hii ni faida ya pili ambayo Mwenyezi Mungu anatuelezea, na Qurani nzima inaeleza mambo ma ma ma mema kwa wacha Mungu. Inna lilmuttaqina mafaza innaa fi jannati naima, mambo ma mazuri mazuri yote watapata wale ambao kwamba wamefunga katika Ramadhani kwelikweli, hata na leo wamekula Idi au wanakula Idi na Mwenyezi Mungu watu kama hawa anawasema katika Qurani wa, e, e, katika, katika nukta ya tatu twende. Maana muda mchache Nukta ya tatu ndugu zangu, katika mambo ambayo furaha yetu leo ya kufunga na kufungua katika siku ya idi ni kwamba, yafrahu swaimuna wanafurahi waliofunga, liannahum qamu ramadana, kwa sababu katika Ramadhani walisimama wakasali. Na hakuna kitu kizuri kama katika Ramadhani kusimama. Imekuja hadithi hasa hii, Mtume amesema kwamba man qama ramadana imana wahtisaba yule ambayo kama katika ramadhani alifunga na kisha akasimama akasali, mwenyezi Mungu humfutia dhambi zake. Bali mtu afanye hesabu ndogo tu, wale ambao walikuwa msikitini wanaswali tarawih kila siku rakaa ishirini, fikiria, ishirini mara 30 rakaa mia sita ishirini mara 30 mia sita umezipata katika mwezi mmoja. Si jambo dogo hilo, hilo ni jambo kubwa sana kwa mwenyezi Mungu haiziwekani mja, ikawa kila siku swali za kaaishirini na tatu za witri tatu, mara 30 90, katika ramadhani mtu kaswali, achilia mbali taitmasjidi, achilia mbali sunat alwudhui, achilia mbali si kaswali duha, achilia mbali kkswali kablia baadia, hizi ziace, tunazungumza ambazo kwamba za ramadhani tu, ambazo ni na na witri anapata rakaa mia sita tisini. Mtuma Mwenyezi Mungu alimpawasia mmoja katika wapenzi wake, akamwambia unataka kuwa na mimi peponi, jibidiishe kuswali kwa wingi sunna. Alhamdulillah, ramadhani imekuja, tumezipata sunna nyingi, mia sita na tisini kwa mwezi mzima. Na wale ambao kwamba wakasema kwamba mimi nane zinanitosha, ni kweli wamewatosha kuwa metoka, lakini kwa hakika wamekula hasara, kwa sababu meswali rakaa 240 tu nane mara 30 240 tu hata nusu ya 190 haujafika kama mtu angekuwa najua ramadhani angeswali sio swa ishirini angeswali 28 au thelathina tatu au thelathina moja angeswali ishirini witiri angeswali ishirini tarawehe akaswali nane witiri 28 akasali 11 e, e, kumi na moja witiri maanake ni kwamba usiku nane na tatu kumi na moja, yote angeyapata haya, rakaa nyingi. Na ndio maana salafu salih walikuwa wakiswali rakaa nyingi mia mbili mia tatu mia nne usiku. Sisi rakaa ishirini mtu anainuka na kukumuta kanzu, anaona kwamba kesha fanya sunna moja kubwa. Na Mtume kasema, salatu leili mathna mathna mathna, salaa usiku mbili mbili mbili mbili, mbili, mbili, mbili, haina kikomo na kuendelea. Nukta ya tatu, ndugu zangu, kila ambaye kwamba amesimama akaswali katika mwezi kama huu ajitambue, kwamba amshukuru Mwenyezi Mungu amemgiza katika watu ambao kwamba wanamsihii sana Mwenyezi Mungu, na wao ndio ambao kwamba Mwenyezi Mungu anawataja katika Surat Al-Furqan alipoanza, wa ibadu rrahmani ladhina yamshuna ala lardhi, hauna mwisho. Akasema we walladhina yabituna lirabbihim sujjadan sujadan wa qiyama, na wale ambao kwamba wanakesha usiku, unapisha usiku sehemu ya usiku kwa Mwenyezi Mungu, wanasujudu, wanarukuu, wanasimama. Maanake ni kwamba wanaswali katika usiku hili, alhamdulillah tumelipata katika mwezi wa Ramadhani. Wao ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewasifu katika Qurani akasema tena, tatajafa junubuhum ani ilmabajii, wanaepukana na vitanda vyao, wanaondoka katika vitanda vyao Wanafanya nini? yad'una rabbahum khawfan wa ta'an, hawa wanakwenda kwa Mwenyezi Mungu kumwomba hali ya kuwa wanamwogopa na wanamtamania. Hakika hakuna malipo isipokuwa pepo, kama Mwenyezi Mungu mtuma wa Mwenyezi Mungu alipotubashiria katika mkama hili. Hii nukta ya tatu, ndugu zangu, tunakwenda haraka haraka. Nukta ya nne, kwa nini tunapata tunafurahi? tunataka tufurahi siku ya leo. Nukta ya nne, kwa sababu lianna saibin, kwa sababu waliofunga wasaluu arhamahum wamepata sababu ya kuunga udugu na jamaa zao. Ni jambo lisilokuwa lisilofichikana kwamba katika Ramadhani kila mmoja alikuwa na huruma na ucha Mungu, akisikia fulani anadhiki, fala anadhiki, hii mpelekee nani, atakuwa nampelekee, mpaka wengine wanaingia msikitini na box la tende, ana kila anayemkuta anampa anampa anampa. Haya katika miezi ya kawaida huyapati haya, lakini Ramadhani Mwenyezi Mungu nyoyo amezitia wepesi na ulaini kiasi ambacho kwamba kila mmoja anamtamania mwenziwe apate kabla ya yeye. Wako waliokuwa wakileta uji, wako waliokuwa wakileta maji, wako wengine wakileta aftari nzima, wengine kachori, wengine sambusa. Haya dalili ya kwamba kila mmoja anamtakia mwenziwe apate kheri, wameunga udugu, na ni jambo ambalo Mtume Mwenyezi Mungu, katika mambo ya kwanza kabisa alotuahidi, alowaambia watu wa Madina, wasilul arham. Aliwaambia ya ayyuhannas, wenye watu afshu salamu, enezeni salamu, pianeni salamu waatimu ltaamu, na mwisho akasema katika aliyosema kwamba wa, wasilu larham, na ungeni udugu. Haya katika Ramadhani patikana, na ni dalili kwamba Mwenyezi Mungu ametupa mema, bali Qurani nasema walladhina Wallazi yasuluna ma amara Allah, na wale ambao kwamba wanaunga udugu wanaunga ale ambako Mwenyezi Mungu amewaambia wayaunge, ni miongoni mwa kujuana na kutakiana kheri na kupeana vitu vizuri vizuri, watu hao ni watu wa peponi, kama Qurani navyosema katika surati Raadi aya 20. Ndugu zangu, hizi ni faida nne ambazo tumezitaja. Mtume wa Mwenyezi Mungu ametuelekeza tufurahi kwa namna hizo, bali kuunga udugu silatu larhami wa husnul khulqi na tabia njema ni yambo ambayo kwamba Mtume akasema yaamuruna diyar, ndiyo mambo ambayo yanaimarisha yana, yana miji katika mji pa watu ambao kwamba wana huruma na wenzao. Mji ule unakuwa na baraka za Mwenyezi Mungu, wayazimna fi lamar, na mtu ambaye kwamba anaonea huruma watu wake, jamaa zake, ndugu zake, rafiki zake, wafanyakazi wake mwenyezi, Mtume akasema Mwenyezi Mungu anamzidishia umri kwa sababu hiyo. Haya tumeyapata katika Ramadan, alhamdulillah, tunatakiwa tushukuru. Nukta ya tano, ndugu zangu, kwa nini tunashukuru? Kwa sababu ya nukta tano ya tano ni kwamba yafrahu lsaimun li annahum dakhalu lbasma ala alfuqara walmasakin, wana furahi waliofunga leo kwa sababu wao wamekuwa ni sababu ya kuingiza furaha katika vifua na nyoyo za ombaomba, nyoyo za masikini, nyoyo za watu ambao kwamba hawana kitu. Wako namna mbili, kuna wale ambao kwamba wanaitwa ombaomba wako majiani Huyu hata ukimpa milioni moja dakika hiyo, dakika ya pili anaomba tena. Huyu si anatajwa huyu, anaomba kwa sababu yeye ni kazi yake ni professional beggar, sio. Huyu anatajwa mtu ambaye kwamba ana shida hana kitu na pengine haombi mpaka akiomba imekuwa hana ana, ana, ana, ana, jinsi anaweza akafanya njaa hajapata kitu ndo anaomba huyu. Ukimpa kwa hakika umesababisha moyo wake kukunjuka siku ya kiyama Mwenyezi Mungu ataukunjua moyo wako. Mtume kasema katika katika hadithi zake ni kwamba yule ambaye kwamba man yassar mu'sirin, ambaye kwamba anamfungulia akamfanya wepesi muislamu mwenza duniani, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu na vile vile atamfungulia na atamfanyia wepesi katika mambo yake. Kadhalika wale ambao hawana, walikuwa walitakiwa siku ya leo wasihangaike na kuomba wapewe zakatul fitri, watulia majumbani mwao, wapike wafutani na ndugu zao, wamwabudu Mwenyezi Mungu wao. Lakini ala lasa wal asafi shadid, utakuta watu njiani wamekaa, ya Allah, nipe nipe nipe. Hii kwa hakika ni katika tabia mbaya. Mtume wa Mwenyezi Mungu kakemea, akasema kwamba watu hawataacha kuomba mpaka siku ya kiama, watafufuliwa hali ya kwa nyuso zao hazina nyama hata kidogo, kwa sababu ya kuomba. Mwislamu haramu kuomba ikiwa anacho chakukila haramu kuomba Uislamu ikiwa ana cha kukila, ni jambo baya mno linachukia katika Uislamu, linachukiza. Walipatikana maimam, maimamu miongoni mwa maimamu ambao kwamba watu wakubwa walikuwa wanasomesha wanafunzi wengi, lakini walikuwa maskini, wanajizuia kuomba. Mpaka mmoja akaja akaonekana siku moja usiku msikitini anasafisha vyoo, wakamwambia wanafunzi wake, maalim, haifai namna hii. Akasema hapana na hofu nisije nikafanya kazi mbaya zaidi ya hii kazi mbaya. Kazi mbaya ni ipi? Ni ya kuomba. Bora usafishe vyoo, bora usafishe barabara ulipwe, bora ufanye uhangaike na jua kali unakendau nahuku ulipwe na kwa jasho lako koliko kunyosha mkono nipe nipe nipe. Idhan, ndugu zangu, haya mambo matano tumeachambua katika hadithi hii ya mtume wa Mwenyezi Mungu, ambayo alisema kwamba kila anayefunga ana furaha kubwa, na sisi sote tumefunga, alhamdulillah, tujipe bishara. Mtume wa Mwenyezi Mungu, umetueleza haya. Allahu Akbar.